Na wasimamizi wetu, waimbaji, tuwasindikize sasa hawa kwa wimbo maalum. Maalum kitabu cha <laughs> <laughs> ndoa, sikioni na maua mchogeze kidogo Huu ni ubatizo ni wimbo wa ndoa baadaye. Huu ni ubatizo saa hizi, mimi mpaka simama hapa. Simamizi mnakuwa nyuma ya hao mnaowasimamia. Mnaobatizwa mje mbele, mnaobatizwa mje mbele huku kwangu. Kama mnabatizwa uje kwangu, wasimamizi mnakuwa nyuma ya mnaowasimamia

Haya, nasimamia nani hapo? Apa ule simamia nani? Watu wawili. Haya, huyo anayesimamia? Anasimamia huyo anaesimamia, soja soja uko, ama soja hapa unasimamia wapi? haya, simama namna hii ndio utaratibu

Sifu Yesu Kristo. Basi tunaanza na sakramenti ya ubatizo kwa hawa wote ambao mnaona hapa mbele pamoja na wasimamizi wao. Wapendwa ndugu zangu, mnaombea nini hawa ndugu zetu katika kanisa la Mungu? True. True. Wajibu wetu ni kuwafundisha hawa ndugu zetu wapate kushika amri za Mungu na kuwapenda wanadamu wenzao kama Kristo alivyotufundisha. Je, ninyi ndugu zangu wote mliopo mnafahamu wajibu huo? Huko tu tunaitika kwa pamoja. Nani wasimamizi? Je, mpo tayari kuwasaidia hawa ndugu zetu katika wajibu wao? Ah. <laughs> Wanangu, hii ya Wakristo inawapokea ninyi kwa furaha kubwa, nami nawatia ishara msalaba kwa jina la yaibadi karib. <coughs> <coughs> Nanyi wasimamizi, watieni watoto wenu ishara ya msalaba wa Kristo Mokozi katika paji la uso angu tumombe Bwana wetu Yesu Kristo awashushie neema yake hawa ndugu zetu watakaopata neema ya ubatizo, wazazi wao na wasimamizi na wote waliobatizwa, tuseme wote, twa kuomba utusikie. pawe, pawe, pawe, pawe. Kwa fumbo utakatifu la kifo na ufuko wako upende kuwajalia hawa uzima mpya kwa ubatizo na kuwakusanya katika kanisa lako takatifu, tuombe pawe. Kwa ubatizo na kipaimara upende kuwafanya wawe wafuasi wako waaminifu na mashahidi wa Injili yako tuombe. Kwa utakatifu wa maisha yao upende kuwafikisha kwenye furaha za ufalme wa mbinguni tuombe. Upende kuwafanya wazazi na wasimamizi wawe daima mfano mwema wa imani kwa watoto wao tuombe. kwa upende kuwahifadhi daima jamaa zao katika upendo wako tuombe. Upende kufufua ndani yetu sote neema ya ubatizo tuombe. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, mtakatifu Yosefu, mtakatifu Yohane Mbatizaji, watakatifu Petro na Paulo mitume, watakatifu somo za hawa wanaobatizwa leo nanyi watakatifu wote wa Mungu. Amen. e Mungu mwenyezi wa milele, ulimtuma mwanao ulimwenguni apate kufukuza ndani yetu nguvu ya shetani aliye pepo mwovu, apate pia kumuondoa mwanadamu gizani na